Majority ya youth ningeweza kusema ni toxicology test ambapo damu inapatikana iko na madawa ambayo siwezi sema ni gani. Ni Luteni Kanali Alice Ngure afisa mkuu msajili wa jeshi katika eneo la Kilifi Kaskazini ambaye amesema kuwa idadi kubwa ya vijana hapa pwani wanakosa fursa za kujiunga na jeshi kufuatia utumizi wa mihadarati. Akizungumza katika mahojiano ya kipekee na Coco FM, Ngure amesema kuwa idadi ya waliojitokeza hii leo kwenye zoezi la makurutu wa KDF ni kubwa mno ikilinganishwa na zoezi la awali la usajili wa makurutu hao. Wale ambao walijitokeza kwa siku ya leo watu ya Kilifi ni watu 207 according to our statistics ni vijana ambao wamejitokeza kwa wingi. Hiyo namba tunafurahia sana, kwa sababu ni namba nzuri. Ngure ameeleza sababu za kutoonekana kwa vijana wa kike kwenye zoezi hili lililofanyika katika uwanja wa Karisa Maitha hapa mjini Kilifi Ijumaa ya tarehe 24 Oktoba mwaka 2025. we follow the government directive ya a third gender rule lakini katika eneo la Kilifi kwa sasa according to our statistics eh, tumefikia iko kiwango kwa watu wa eneo la Kilifi, so katika ile kupeana in the aspect of gender, ile kupeana usawa kwa sasa ndo hatungeweza kupeana katika hisia ya kike. Ngure amesema kuwa baadhi ya wale wanaokosa fursa hizi mara nyingi hushindwa kukidhi vigezo hitajika huku wengine wakitupwa nje kufuatia ukosefu wa stakabadhi zinazohitajika. Ni uwe kijana katikati ya umri wa miaka kumi na nane mpaka ishirini na sita na pia ukuwe na uzani kwa watu ya jinsia la kike ukuwe na uzani wa kilo hamsini na jinsia ya kiume ukuwe na uzani ya kilo hamsini na nne, nukta tano kwenda juu na pia katika BMI usipitishe uzito ama BMI ya thelathini ndio uweze kutu, kutuunga na pia ni mtu ambaye amepata grade ya D kuenda juu. Kuhusiana na suala la ufisadi Luteni Kanali Ngure amesema kuwa KDF haijihusishi na uchukuaji wa hongo ili kusajili makurutu, akiwaonya wa wananchi kutokubali kulaghaiwa. Corruption is something that uh, we do not tolerate. This exercise that is taking place today or in the previous days it is merit based. Ni kujituma kwako na utendakazi wako, na ni kazi ya macho hapa, kila mtu anaweza kuona. Kati ya vijana hawa mia mbili na saba waliojitokeza kwenye zoezi hili la usajili wa makurutu wa KDF, vijana saba walifaulu, wakitarajiwa kujiunga na kikosi cha jeshi kwenye idara mbalimbali mbali. Nafuraha sana kuwa nimechaguliwa kwa mmoja wa wale ambao wanaenda fanya kazi kwa Kenya Air Force. Nimekuwa nikitamani sana, nimejaribu sana mara nyingi bila kufanikiwa, lakini kwa nguvu za Mwenyezi Mungu nimefanikiwa leo na namshukuru sana Mungu na wale ambao wamenisaidia pia, brathangu Rama na wazazi wangu pia wamekuwa pamoja na mimi katika maombi. Mazoezi yamekuwa vizuri na kila kitu kimeenda sawa na imetendeka kwa haki na justice. Hawa hapa baadhi ya wale ambao hawakufaulu kwenye zoezi hili la leo. Recruitment ya leo haikuwa rahisi, mazoezi kidogo yamenichenga, lakini wazungu wanasema there is always next time. Wale ambao wanataka kujaribu you need to do practice before fikie ground. Kwa kila competition unakuwa na mshindi na mshindwa. Kwa hivyo, kuna challenges tumepitia, maybe zoezi zimekuwa ngumu, lakini next time tutajikaza. Kufuatia hilo, Luteni Kanali Ngure amewahimiza vijana hawa na wengine wengi kutokata tamaa kwa wale ambao maybe hawaku make it ni kuwa wasi give up. Na uzuri ni kuwa wale ambao wametoka wamejua ni nini kimewatoa, so kama wanaweza rekebisha hilo warekebishe kabla the next recruitment haijaweza kukua. Na kwa wale ambao wata make it wajue kuwa wanashikilia Kilifi, kwa wale wa hapa watakapoenda huko wazidi kuinua jina la Kilifi kwa maadili mema katika Kenya Defence Forces. Nikiripotia Coco FM kutoka uwanja wa Karisa Maitha hapa mjini Kilifi, mimi ni Hamisi Kombe, Coco FM, ladha ya Pwani.